Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hamu tarehe ishirini na tisa mwezi wa tatu ishirini na tano siku ya Jumamosi sawasawa na Ramadhani ya ishirini na nane uwanja ntazana itfara, kutakuwa na mashindano makubwa sana ya kuhifadhi Qur'ani tukufu. Ni mimi Abdulkarimu Yusuf wa Shabani, mwenyekiti wa mashindano, lakini pia ndio mwenyekiti wa kamati maalumu ya uhamasishaji wa mashindano hayo. Kuliani kwangu Muhammad Shabani wa Mareja ni naibu mwenyekiti wa kamati hiyo ya uhamasishaji ya mashindano ya Qur'ani. Aliyoko kuliani kwangu Abdullahi Juma Muhammadi, mimi ni naibu katibu wa kamati ya uhamasishaji wa mashindano ya Qur'ani tunaokaribisha sana sana sana katika mashindano hayo ambayo yatafanyika Tanzanite kwa raha uwanja mkuu wa mkoa wa Manyara. Tunaokaribisha sana Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu kwa ujumla mkaribia sana. E, hapa tuna Talha ibn Mukhtar ibn Khamis ni mjumbe wa mashindano ya Qur'ani tukufu. wa bilahi tawfiq, wa hadha salamu Allahi alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hii si ya kukosa kabisa, si ya kukosa. Ni matukio makubwa yatafanyika pale, ugawaji wa zawadi kwa washiriki washindi, ugawaji wa tuzo maalum kwa viongozi. Ni viongozi gani hao? shiriki katika mashindano hayo. Alhabibi Mareja, unasemaje, utahudhuria? Mimi pamoja na familia yangu tutakuwa wa kwanza kabisa, na zile zawadi za mwanzo nimezinuia kuzichukua. Asante Alhabib Abdullah. Mimi pia nimenuia, na mimi pia nimealika watu wengi sana ambao wako ndani ya mkoa na ambao wako nje ya mkoa. Kwa hiyo mashindano hayo yatakuwa ni ya kipekee sana, tunaombeni mhudhurie kwa wingi, na mimi pia nitahudhuria pia nitaendelea kualika, kwa sababu na bahasha hapa, insha Allah naendelea kugawa insha Allah. Kipekee, siku hiyo ni siku kubwa sana kwa muislamu anayepatikana ndani ya mkoa wa Manyara. Waislamu tujitokeze, Qurani ni ya kwetu, Qurani ndiyo ushindi, Qurani ni tukufu. Tukaujaze uwanja wa Tanzania kwa raha. Kauli mbiu yetu ni ipi? Idhamini qurani ikunyanyue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.